Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, unayemwona hapa ni John Dramani Mahama raisi wa taifa la Ghana ambaye ametembelea taifa la Ivory Coast, au Cote d'Ivoire kwa raisi mwenzake huyu ambaye wako naye hapa, unayemwona huyu anaitwa Alassane Watara raisi wa Cote d'Ivoire maana hii ni ziara yake ya tatu na hili ni taifa lake la tatu kutembelea. Mr John Dramani Mahama, raisi huyu wa taifa la Ghana. Nafikiri mnakumbuka uwapisho wake ulikuwa tarehe 8 mwezi wa kwanza 2025, ambapo uwapisho huu ulikuwa na namna yake ya kipekee. Hii ni baada ya Captain Ibrahim Traore kuhudhuria kwenye huu uwapisho, maana vinginevyo uapisho huo ungekuwa ni wa kawaida sana. Kuna uapisho mwingi unaoendelea huko duniani watu hata no one cares, lakini tu mwamba Captain Ibrahim Traore alipotimba tu kwenye ule uapisho wa bwana John Draman Mahama, basi pale akawa ameiba show nzima ya ule uapisho, ikawa ni kama yeye ndo anaapishwa, kwa sababu pia hata staili aliyoingia nayo, na ameingia pale, ni kama anatembea kwenye uwanja wa vita, pisto ikiwa hapa, mko, hapa kiunoni na wakati huo huo <laughs> Tunakumbuka BBC wakaanza kusema a wearing gun president ambaye sasa ni Ibrahim Traore. Tunajua hiyo ni beef tu kwa sababu aliwatimua e, maana BBC na habari zao za michongo, Voice of America, kuna ile 24, uh, TV ya Ufaransa, kuna RFI radio uh, France International, lakini kuna magazeti ya Ufaransa yote aliyafungia, kwa sababu taarifa ni kitu muhimu sana sana, ni vyombo vya habari ndivyo vinavyosaidia sana kulipeleka jambo aidha liwe baya au liwe zuri. Kwa hiyo hivi alivifungia, ndio maana sasa uh, nirudi hapa. Hawa wamekutana na ndani ya taifa apo Cote d'Ivoire, tuseme wamekutana, kwa sababu ni Alassane Ouattara, ambaye Alassane Ouattara ameona ukaribu ambao Huyu John Dramani Mahama anao kwa Captain Ibrahim Traore. Kwa hiyo akaomba, akapendekeza kama ombi kuwa, tunaomba sana sana utusaidie hawa ndugu zetu watatu waweze kurudi kwenye umoja wa ECOWAS. ECOWAS kirefu chake ni, ni Economic Community of West African Union no African States, yes, ndo kirefu cha ECOWAS. Uh, Economic uh, Community of Western States, ECOWAS. Kwa hiyo maanake waka huyu uh, sasa akasema tunaomba tunaomba huyu uh, ndugu yetu aweze uh, au uh, ndugu zetu hawa uh, watatu waweze uh, kurudi, kwa sababu sisi tunataka hapa waweze uh, kurudi. Kumbuka wamepoteza vitu vikubwa sana, halafu cha ajabu ni kuwa ukumbuke haya mataifa matatu Niger, Mali, pamoja na Burkina Faso ni landlocked countries, ambazo sasa landlocked countries, nafikiri mnaelewa ni nchi ambazo hazina bandari, bandari ni bandari kavu, zinategemea mataifa mengine hususan kama Chadi. Chadi wao wana bandari pale, na tuliona rais wa Chadi pia ambapo alikuwa anawauliza wananchi wake, ni kama anataka kujiunga huko kwenye Umoja wa Sahel, lakini sasa unajua bado tena upande mwingine anawaogopa tena wanani wa Faransa, lakini ikabidi aseme ngoja nipeleke huu mzigo kwa raia. Raia wakasema si tunataka tuingie huko. Kwa hiyo hatujajua sasa kama watajiunga au ni vipi. Kwa hiyo bado wameendelea kuwa winda hawa miamba baada ya kutoka ukumbuke, walipotoka wameachana na Mfaransa kwa asilimia sio mia moja, asilimia bilioni moja wameachana na Mfaransa kabisa. Hawataki tena kusikia habari yoyote kuhusiana na Mfaransa. Kumekuwa na juhudi nyingi za kutaka kuwarudisha, kwa sababu kumbuka, ECOWAS ni umoja ulioanzishwa kwa madhumuni manne, ambapo ntayataja baadhi. Dhumuni la kwanza kwanza ni kuziweka nchi pamoja ili ziwe pamoja, ECOWAS ndio maana nimekwambia, kwa sababu ni umoja uh. ECOWAS ni umoja wa kiuchumi wa mataifa ya Afrika Magharibi ndio maana inaitwa Economic Community of West African States. Kwa hiyo hilo lilikuwa jambo la kwanza, kuyaweka haya mataifa pamoja, kwa sababu huu umoja ulianzishwa mwaka 1975 pale nchini Nigeria. Lakini jambo la pili ilikuwa ni kulinda rasilimali ambazo rasilimali za maana, wana rasilimali nyingi haya mataifa 14 ya West Africa, ambapo sasa yamebaki mataifa 11 kwa sababu mataifa matatu yameshajiondoa na mengine yanaanza kujimega polepole pole, wanataka kuja kwenye umoja wa ambapo umoja wa Sahel, Sahel Alliance tayari hao miamba wametengeneza um, wame tayari na bendera yao kabisa. alafu mpango ulioko ni kutaka kumfanya mmoja awe ndio rais wa, huo umoja wa Sahel. kwa maana yake watakuwa yani zinaungana Mali, Burkina Faso pamoja na Niger na wengine watakaokuja. alafu watakachokua wanakifanya ni kuteua mtu mmoja ndo awe rais alafu wao wengine ni wakuu wa majimbo. <laughs> Maono ya wazee wetu wakina Colonel Muammar Gaddafi kama mnakumbuka, lakini yalishindikana na mwisho wa siku wakaja kuwaua, wakijua wameua watu, lakini ukweli ni kuwa, uh, walipomuua Colonel Muammar Gaddafi walikuwa wamezika, hawakujua ni mbegu ile wanaotesha, mbegu ambayo mbegu hii sasa ndio imekuja kutokea, ndio wakina Ibrahim Traore. Kwa hiyo sasa huu uh, moja wa, wa Sahel, kwanza nieleze kidogo umoja wa Sahel ah, I mean sorry umoja wa ECOWAS. Sorry, umoja wa ECOWAS sasa. Hilo lilikuwa jambo lingi, lakini jambo la tatu lilikuwa ni kwa ajili ya maendeleo, kwa sababu haya mataifa yanatakiwa yawe na maendeleo, ndio maana ni umoja wa kiuchumi, lakini kazi ambazo wamekuwa wakizifanya ni tofauti na masuala ya uchumi, ndio maana unaona tangu miaka hii, wakati wa Thomas Isidore Noel Sankara, huyu alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuidisi hii ECOWAS kuwa wanafanya kazi za kipuuzi, kazi za kijinga na sio kazi zile zinazotakiwa kufanyika kama ambavyo waanzilishi walikuwa wameanzisha. Kwa hiyo kama hatua hiyo ya kuenzi hawa wahenga wetu, kwa sababu ni jambo ambalo tunaona amekuwa akiliongea mara kwa mara, wamekuwa wakisema hivyo, kwa ikabidi wajiondoe kwenye umoja wa ECOWAS, ambapo waliwekewa vikwazo. Imagine Afrika tunawekeana vikwazo sisi kwa sisi, na walikuwa wako tayari kabisa kwa kumsikiliza Mfaransa kwenda kuivamia Naija ili Naija irudishe utawala wa kidemokrasia wa yule bwana aliyepinduliwa nandwe Mohamed Bazoum. Lakini bado mnakumbuka Burkina Faso pamoja na Mali wakasema mkiivamia Naija na mjue mmetuvamia sisi wote, tutakusanya nguvu wote pamoja kuja kupigana. Na ukumbuke wakati huo Putin alishaleta wanamuziki huku wanamuziki ni Wagner Group wale, ile PMC ambayo imefanya kazi kubwa sana kule Atmovsky huko Ukraine ambapo sasa ilikuwa chini ya mzee wetu marehemu Yevgen Prigozhin. Lakini wakasema mkijaribu kufanya hivyo na sisi, yani, tutakuja wote. Alafu na yule yule nani yule anaitwa Kanali Mamadi Domboya aliyempindua Alpha Conde pale Gine na akasema na mimi mniweke ndani na mimi niko. Kwa hiyo ikawa hivyo. Sasa wana bado sasa wamekuwa hivyo. Sasa ndio amekuja tena huyo Alasane Watar ambaye. Yeye ni kiongozi au ni rais wa taifa la Ivory Coast, au kama inavyojulikana Cote d'Ivoire. Na yeye amemwomba John Dramani Mahama kwa sababu ameona ukaribu uliopo, kwa sababu hawa wana ukaribu sana kati ya Ibrahim Traore na John Dramani Mahama. Ndio maana nakumbuka hata juzi hapa Ibrahim Traore ameagiza matrekta elfu moja kwa ajili ya kilimo katika taifa hili la Burkina Faso. Lakini matrekta haya yamepitia kwenye bandari ya Ghana. Kama nilivyokuambia, mataifa haya ya EA AES manake, mataifa ya ukanda wa Sahel haya ni landlocked countries ambazo hazina bandari, kwa hiyo manake haya matrekta yamepitia kwenye bandari hii bandari ya uh, Ghana, kwa hiyo Alasan watarakawa hana wasiwasi wasi. Lakini nimependa alichokijibu John Dramani Mahama amesema kuwa hawa ni ndugu zetu walioondoka ECOWAS, manake mambo yanayoendelea kwenye umoja wa ECOWAS kuna vitu vinatakiwa vifanyiwe marekebisho, alafu hawa kurudi wanaweza wakarudi hawakuondoka tu hivi kwa sababu walikuwa wako serious sana na mipango ambayo walikuwa wameipanga, na mambo ambayo wanataka wayafanye, wayafanye kwa ajili ya mataifa yao. Kwa hiyo hawakuondoka tu hivi hivi, lazima kuna vitu ambavyo vinahitaji marekebisho ndani ya uh, umoja wa ECOWAS. Then baada ya hapo kurudi, kunafikiri kuna shida? Hakuna shida, lakini mambo mengi yanahitaji tuweze kuyarekebisha, na ukweli kuwa ECOWAS sasa kimekuwa ni chombo kasuku kwa ya maslahi ya Ufaransa na sio wa Afrika. Ndio maana hawa miamba walipojitoa wakaondoka kabisa na huo umoja wa ECOWAS. Waliwekewa vikwazo au ECOWAS, alafu baadaye wakaondoa hivyo vikwazo, huku wakisema tumeondolea vikwazo, tunaomba mrudi, lakini miamba wamekataa. Wamekataa ni kwa sababu ukumbuke aliyepoteza hapa ni Mfaransa, kwa sababu Mfaransa alipoondolewa na Mfaransa alipovunjiwa mikataba aliyokuwa ameingia na haya mataifa matatu ya ukanda wa Saheli, Ufaransa alikuwa anachimba dhahabu huku, Ufaransa ilikuwa inachukua rasilimali huku. Kama umewahi kusikia kauli ya Ibrahim Traore, aliwahi kusema kuwa uh, wanatuambia sisi ni masikini, tukiwaambia waondoke hawataki, lakini tutakuja kugundua ni kwa sababu ardhini kuna madini, ardhini huku kuna utajiri. Sasa huo utajiri unataka unufaishe watoto wa Afrika, usinufaishe manyang'au kutokea nje, ambao wakitoka kule afu wanatuletea misaada. Kumbuka huyu ni mwamba ambaye amekataa misaada, amekataa mikopo ya IMF na World Bank lakini lakini bado ameendelea kufanya maendeleo makubwa sana ndani ya taifa la Burkina Faso. Kwa hiyo ndio maana sasa unaona haya mambo namna yalivyo au sasa wanatumiwa na Mfaransa. Kwa hebu jamani warudisheni hao kwa sababu wakiwarudisha manake haya ni makoloni. Kumbuka ukoloni Mfaransa alionao ni mbaya kwa sababu haya makoloni kumbuke yanalipa bado kodi ya ukoloni. Imagine mpaka leo hii yanalipa kodi ya ukoloni kwa Mfaransa. Lakini bado Mfaransa ananufaika sana na uh, resources ambazo zinapata wanapatikana kwenye haya mataifa. Ndio maana hawa miamba wakaamua kumkataa shetani na kazi zake zote, wakamwambia nenda mwanakwenda usirudi hapa tena. Ndio maana unaona hasa anahangaika kuwatumia hawa viongozi wahawa wengine wa ambao bado ni watiifu kwake, kuwaambia kuwa hebu warudisheni hawa. Sasa hili tena limekuwa ni ombi, lakini ombi ili muwe na uhakika kabisa Traore awezi akalikubalia, wala Brahim Tchiani Niger wa awezi akalikubalia, wala kanali Assimi Goita awezi akalikubalia. Asante. Asanteni sana wana ukuu wa Mwafrika, tunawashukuru sana kwa sapoti zenu, kwa sababu bila ninyi tusingekuwa tuko hapa. Na mnapoendelea kuangalia video zetu, mnapoendelea kuzishare, kulaiki na kusubscribe, ndivyo mnavyo tusapoti ukiacha sapoti zile za mtu mmoja mmoja. Maana kuna ndugu zetu wengine wanatutafuta watuambie mwalimu, ebu, ebu shika hiyo bando, ununue bando. Na kweli unajua huku kwetu Afrika jamani, mabando yako juu sana lakini, tunawashukuru sana ndugu zetu kwa namna hiyo. Kuna ndugu yetu mmoja kutokea Marekani anaitwa Mr Etoka, na ndugu yetu mwingine anaitwa Daudi Sadi na wengine pia. Lakini tunamshukuru pia ndugu yetu huku anaitwa uh, Jackson Kuberega na yeye pia tunamshukuru. Amekuwa mdau mkubwa sana katika kutusapoti uh, masuala ya bando, ili taarifa hizi ziweze kwenda vizuri kabisa kabisa. Ndugu yetu Baragi, Mungu akubariki sana, pamoja na wengine wote mbarikiwe sana kwa sapoti zenu. Bila ninyi sisi tusingeweza kuwa hapa leo. Ni nyinyi ndio mliotufikisha